Kulala ni kama kuikabidhi nafsi yako mikononi mwa Mungu. Zaburi hizi zinakusaidia kumshukuru Mungu kwa siku iliyopita, kuomba msamaha na kupokea rehema zake. Ni wakati wa kutuliza dhamiri na kulala kwa moyo safi. Mungu ni mwaminifu na mwingi wa rehema. Zaburi 32 heri aliyesamehewa dhambi na kuondolewa makosa yake, heri ambaye Bwana hamhesabii hatia na ambaye rohoni mwake hamna hila. Nilipokosa kuungama dhambi zangu mifupa yangu ilipooza kwa kulia kwangu mchana kutwa, kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea, jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Ndipo nikakuungamia dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nilisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo hebu kila akuaminie akuombe, awapo katika dhiki. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Kimbilio langu, utanilinda nisipate mateso, utanizungusha nyimbo za kufurahia wokovu wangu. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama Msiwe kama farasi wala nyumbu wasiokuwa na akili, kwa matandiko ya lijamu na hatamu sharti kuwazuia hao, au hawatakukaribia. Naye mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainiye Bwana fadhili zitamzunguka. Mfurahieni Bwana, shangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Nihurumie e Mungu kadiri ya fadhili zako. Ufutilie mbali makosa yangu kadiri ya wingi wa huruma yako. Unioshe kabisa hatia yangu. Unisafishe dhambi yangu. Nakiri kabisa makosa yangu. Daima naiona waziwazi dhambi yangu. Nimekukosea wewe peke yako. Nimetenda yaliyo mabaya mbele yako. Uamuzi wako ni wa haki. Hukumu yako haina lawama. Mimi ni mkosefu tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Wewe wataka unyofu wa ndani, hivyo nifundishe hekima moyoni. Unitakase kwa husopo nitakate. Unioshe niwe mweupepe. Nijaze furaha na shangwe, nifurahishe tena mimi ambaye uliniponda Ugeuke, usiziangalie dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Uniumbie moyo safi, e Mungu, uweke ndani yangu roho mpya na thabiti. Usinitupe mbali nawe, usiniondolee roho yako takatifu. Unifanye nifurahi tena kwa kuniokoa, utegemeze ndani yangu moyo wa utii. Hapo nitawafunza wakosefu njia yako nao wenye dhambi watarudi kwako. Uniokoe na hatia ya umwagaji damu, e Mungu, Mungu mwokozi wangu, nami nitaimba kwa sauti kuwa umeniokoa. Uniwezeshe kusema, e Bwana, midomo yangu itangaze sifa zako. Kwa kweli wewe hupendezwi na tambiko, ama sivyo mimi ningalikutolea wewe. Huna haja na tambiko za kuteketezwa tambiko yangu kwako, e Mungu, ni moyo mnyofu. Wewe e Mungu, hukatai moyo mnyofu na mtiifu. E Mungu, upende kuutendea mema mji wa Sioni, uzijenge tena upya kuta za mji wa Yerusalemu. Hapo utapendezwa na tambiko za kweli, sadaka za kuteketezwa na za kuteketezwa nzima mafahali watatolewa tambiko madhabahuni pako. Zaburi ya themanini na sita. Unitege skio, e Mwenyezi Mungu, unijibu, maana mimi ni fukara na mnyonge. Uyahifadhi maisha yangu, maana mimi ni mchaji wako. Uniokoe mimi mtumishi wako ninayekutegemea wewe. Ni Mungu wangu, basi unionee huruma, maana na kulilia mchana kutwa uifurahishe roho yangu mimi mtumishi wako, maana sala zangu nazielekeza kwako e Bwana. Wewe e Bwana umwema na mwenye kusamehe, mwingi wa fadhili kwa wote wa kuombao. E mwenyezi Mungu, uitegee sikio sala yangu, ukisikie kilio cha ombi langu. Siku za taabu na kuita, maana wewe wanitikia. E Bwana, hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna awezaye kufanya unayofanya wewe. Mataifa yote uliyoyaumba yatakuja kukuabudu e Bwana, yatatangaza ukuu wa jina lako. Wewe ndiwe mkuu, wafanya maajabu, wewe peke yako ndiwe Mungu. Unifundishe njia yako e mwenyezi Mungu, nipate kuwa mwaminifu kwako, uongoze moyo wangu ni kuheshimu e Bwana Mungu wangu. Nitakusifu kwa moyo wote, nitatangaza ukuu wa jina lako milele fadhili zako kwangu ni nyingi mno, umeniokoa kutoka chini kuzimu, e Mungu. Watu wenye kiburi wamenikabili, kundi la watu wakatili wanataka kuniua, wala hawakujali wewe hata kidogo. Lakini wewe Bwana ni Mungu wa rehema na huruma, wewe ni mvumilivu, mwingi wa fadhili na uaminifu. Unigeukie unihurumie, unijalie nguvu yako mimi mtumishi wako umwokoe mtoto wa mjakazi wako. Unionyeshe ishara ya wema wako, E Mwenyezi Mungu, ili wale wanaonichukia waibike, waonapo umenisaidia na kunifariji. E nafsi yangu umhimidi Bwana, naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi, akutia taji la fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Bwana amejaa huruma na neema, Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Yeye hatashutumu daima, wala hatashika hasira yake milele. Hakututenda kulingana na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Maana kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, ndivyo fadhili zake zilivyokuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Kwa maana yeye anatujua umbo letu, na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Mwanadamu siku zake zi kama majani, kama ua la kondeni, ndivyo anavyostawi. Maana upepo hupita juu yake na kutoweka, lisionekane mahali lilipokuwa tena. Bali fadhili za Bwana ni kwa wamchao, tangu milele hata milele na haki yake ni kwa vizazi vyote, kwa wale walishikao agano lake na kuyakumbuka maagizo yake ili wayafanye. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Mhimidini Bwana, enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkiisikiliza sauti ya neno lake. Mhimidini Bwana, enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Mhimidini Bwana, enyi matendo yake yote, mahali pote pa milki yake. E nafsi yangu, umhimidi Bwana. Zaburi ya 139 E Bwana, umenichunguza na kunijua, wewe wajua ninapoketi na ninapoinuka, unalifahamu wazo langu tokea mbali, umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno katika ulimi wangu usilolijua kabisa, Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, umeniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kulia utanishika. Kama nikisema, hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi katika pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, kitabuni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Jinsi zilivyo nyingi mawazo yako, e Mungu! Jinsi ilivyokubwa jumla yake! Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga; nikiamka bado nipo pamoja nawe. Hakika umewachukia waovu, e Mungu; watu wa damu, ondokeni kwangu, kwa maana wa kuasi kwa ubaya, adui zako wakutaja jina lako bure. je Bwana, nisiwachukie wanaokuchukia, nisikirihike nao wakuasio, nawachukia kwa ukomo wa chuki, wamekuwa adui kwangu. Nisafishe, Ee Mungu, unijue moyo wangu, ujaribu, unijue mawazo yangu, uone kama kuna njia ya uchungu ndani yangu, uniongoze katika njia ya milele.